Kuna makanisa katika jambo la kumtumikia Mungu wao hawana masiala kabisa. Hili kanisa, vijana walikuwa wanasoma Biblia kwa kutumia simu, unajua yale mazoea ya kudownload Biblia kwenye simu. Hili kanisa lilichofanya wao kwamba mashemasi waliwapokonya vijana wote simu ambao walikuwa wanatumia Biblia za simu, badala yake wakawapa Biblia ya mkono, yani mtu asome Biblia hii ya kawaida kabisa, apekue, ili mradi kupunguza matumizi ya simu kanisani, kwa kuwa wewe mwenyewe unajua ukiwa unatumia simu, hata kama kwenye Biblia inaweza ikaingia meseji yoyote au jambo lolote kutoa kabisa kwenye uwepo, na hiki ndo alichoamua kukifanya ili kanisa, na ni moja kati ya video ambayo imeenda viral sana, kwa sababu imeshika nyoyo za watu wengi sana, kwa sababu ni kitu kizuri sana ambacho aliamua kufanya, jamani. Uh, hem tu itafakari vizuri hii video. Tumeona hapo mwanadada ananyang'anya watu simu anawapa biria, lakini hem, tuende kwenye uhalisia sasa. Ina maana walikuwa wako serious na hicho kitu au walikuwa na record ili kusudi watuonyeshe tu kwamba wako serious lakini kumbe kweli hawako serious. Emu angalia shemasi, angalia hiyo yani, ya nguo medondosha, labda ndo medondosha kisim cha mtu. Waumini wenyewe walivovaa marasta kabisa, mashalobalo kwa palote liko nje, eti kanisani. Kwa palote liko nje, ni ngoza kujistili, hamna kabisa. Hebu ona wewe, dada amevaa suruali imembana makalio, eti anacheka cheka eti kwa kanisani. Ngoja ngoja ngoja, yani wa Kristo sijui anatonaje? Hebu ona wewe, dada mwingine uvaa, yani wamekuja siju kutafuta mabwana, siju kusali. Hebu ona maziwa nje kabisa, anacheka cheka. Ona ona, eh, watu fanya tu comedy, yani watu fanya maigizo. Hebu ona wewe rastamani, watu fanya tu maigizo, ili tuone kwamba eti wanamwabudu Mungu kweli, kumbe wamekuja, wana sababu zao, wamekuja kufanya uzinzi. Jamani, mtu tafakari jambo kwa makini. Hawa watu ni kweli walikuwa kwa serious kweli, wamekuja kuabudu na wamekuwa serious kweli, wanakataza wovu au wana wanatu, wanatuchezea tu mchezo ili tuone kwamba wako serious, lakini hamna usirias wowote. Mimi naona kabisa hapa hakuna usirias wowote wa kuabudu. Ina ina maana kama watu wanaingia hivi kanisani, huyo mchungaji tayari amesha ruhusu, amesha ruhusu ya mambo. Ina maana umo kila mtu ademu wake wanatufundi. Yani hapa naona hii ni disco imeamia huku na tumebadilishwa tu jina kanisa hemu, na mapaja yako nje tikanisani. Hivi Muislamu hemu niulize, Muislamu anaweza kaenda hivyo msikitini, Muislamu anaweza kaenda hivyo? Kwanza atapigwa, ataukanyaga msikiti wa nani huo? Eh, mwanamke unajiachia mapaja nje tikanisani. Eh? Huyo dada yeye shema sana anonyanganya watu, anonyanganya tu simu, hemu mwangalie vizuri. Kwa hapa zote ziko nje. Yaani kingo chenyewe nilichokivaa hicho kiinama, yani mapaja yote yanakuwa nje, mgongo wazi huo. Eti kanisani anasema anamwabudu Mungu, eti anamnyanganya simu, anampa bibria kwani hapo... <laughs> kuna vituko sana jamani. Sasa haya ni maono yangu mimi, huenda navyoona mimi sivyo navyoona jamani. Wakristo wenzangu mnisamehe sana e, mimi sio kwa nia mbaya, ni kwa nia nzuri tu tujengane. Hivi mnavyoiona nyinyi iko sawa? Em, dondosha comment hapo chini tuende sawa.